Ilifikia wakati tunagombania hadi buku, yaani ile buku. Kila mtu anajua buku haitoshi chakula, lakini kila mtu anataka mwenzie yale ale hiyo buku. Tumeishi maisha ya namna hiyo. Uh, tumedharaulika, yaani ki, ki, kila kibaya unacho unachokijua wewe, sisi tumeshakipitia tayari, kwa kuna watu ambao wafahamu background ambao anatuona sasa hivi hawawezi kuelewa hiki kitu, hawawezi kuelewa hata siku moja. Ila pia namshukuru Mungu kwa kunipa hawa watu. Mwanzoni, wakati tunaanza hili jambo, haikuwa rahisi kama ambavyo mnafikiria. Ilifikia wakati mimi napita kuhitaji tu, yani, kumwomba mtu aje nisimamie kama ndugu kwenye harusi lakini namshukuru Mungu hata kwa hiki bro. Mungu akubariki sana mami. Mungu awabariki sana Thank you so much, asanteni sana yaani, sitaacha kuomba vile ambavyo nawaombeaga hata siku moja, na imekuwa maombi yangu. Nyinyi mko front kabisa, yaani hata ukiingia chumbani kwangu unaweza ukaona kuna karatasi ya maombi pale kwenyeo, karatasi ya maombi wapo. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, na hata acha kuwabariki. Asanteni sana, makofi mengine kwa ajili yao, makofi mengi rafiki yako. a umesema mmepitia maisha magumu. ya jambo gani ambalo, au siku gani kabisa ambayo hutokuja kuisahau? Moment gani ambayo ilikuwa ni sadi kabisa, na moment gani ambayo ilikuwa ni the happiest, ukiachana na siku ya leo, ukiwa wewe na marafiki zako? okay. okay. <laughs> nyakati ambayo ilikuwa mbaya kabisa sisi tulishawahi kuishi tu- tulikuwa tunaishi Arusha wote, kwa hiki kipindi cha miaka mitatu iliyopita hapa, lakini kati ya wakati ambao ulikuwa